Ah, shalom. Ninakusalimu kupitia jina la Yesu. Ah, ni swali la msingi sana ambalo mimi mwenyewe nilichelewa kulijua ni kwamba kwa nini Adamu hakufa siku aliyokula lile tunda? Kwa nini Adamu hakufa siku aliyokula tunda? Kumbuka Mungu alimwambia kwamba siku utakayokula tunda utakufa hakika. Siku utakayokula tunda utakufa. Lakini tunaona siku Adamu anakula tunda na akufa na akaishi miaka 800 huko sijui au 900 something like that. Kwenye 800 hadi 900 pale. Sasa swala ni kwamba ni kwa nini Adamu hakufa siku hiyo aliyokula hilo tunda? Ah, wasomaji wengi wa Biblia wana maoni tofauti. Wengine wanasema kwamba Adamu hakufa kwa sababu siku moja kwa Bwana ni sawa na miaka elfu. Na <laughs> miaka elfu ni sawa na siku moja. Hivyo Adamu hakufikisha miaka elfu moja kwa alikufa ndani ya siku ile ile, kwa sababu kwa Mungu si miaka elfu moja Na Adamu kiukweli hakufika miaka elfu moja kwa alikufa ndani ya siku ile ambayo Mungu alisema utakufa. Lakini wengine wanasema Adamu alikufa, ila alikufa kiroho. Kwa hiyo Mungu alimwambia utakufa, na tunaona akafa kiroho. Sasa tukirejea kwenye swali la msingi, ni kwamba kwa nini Adamu hakufa? Je, majibu haya yanatosha? <laughs> Majibu hayo yanatosha? Aha. Na je, Mungu alipomwambia Adamu hakika utakufa utakapokula, utakapokula mti, utakapokula lile tunda la ule mti utakufa, je, Mungu alimaanisha kwamba Adamu atakufa kiroho au Mungu alimaanisha kwamba Adamu atakufa kimwili? Ah, pasi na shaka ni kwamba Mungu alikuwa anamaanisha atakufa katika kimwili kabisa, yaani atakufa kwa maana, mshahara wa dhambi ni nini? Nini ni mauti. Kwa hiyo atakufa mauti ya mwili kabisa, ndio maana pale anasema umavumbi wewe, mavumbini utarudi. Kwa hiyo ilikuwa na maana mauti ya mwili ambayo Mungu anasema utakufa haikuwa ya rohoni tu, ila mwilini hasa. Na tukirudi kwenye miaka kwamba miaka elfu moja ni mbinguni miaka elfu moja kwa Bwana ni kwa Bwana mbinguni ni sawa na miaka elfu moja kwetu, kwa Bwana ni sawa na siku moja mbinguni, umeona? <laughs> ila sisi hapa tukiwa duniani muona ni siku ni siku, mwaka ni mwaka, ila kwa mbinguni, kwa hesabu za mbinguni ndo kama hivyo. Wanasema mwaka miaka elfu moja ni sawa na siku moja, lakini pia hilo andiko kuna ukifuata muktadha vizuri utagundua kwamba haikuwa inaelezea kwamba kwa Mungu ndo kuko hivyo, kwamba miaka elfu moja kwa Mungu na ni miaka elfu moja duniani, kwa Mungu ni miaka elfu ni mwaka ni siku moja. Ilikuwa inataka kuonyesha tu andiko ilikuwa inataka tukuonyesha kwamba Mungu hana ukomo wa siku. Yaani wewe unaona miaka imeenda, kwa Mungu unaona ni kitambo kidogo tu. Nafikiri ndio andiko lilikuwa lina bezi sana hapo wala alikuwa lina lina lina lina linalinataka lina, lina, lina kutueleza kuhusiana na nini, kuhusiana na miaka alikuwa na, na miaka wala ila alikopo likoo linataka kutuelekeza tu kuhusiana na u, u, u, uwezo wa Mungu katika nini? Katika katika katika kumiliki siku na muda, e, e, ni mzee wa nyakati. Sasa kwa Adam, alitakiwa afe siku ile ambayo anakula tunda, wala si miaka ile sijiti. aliishi miaka mia nane mia tisa. Kwa sababu aliishi miaka hiyo mia nane mia tisa, hakufikisha ile siku ambayo Mungu alimaanisha kwa maana hata Adamu mwenyewe anapoambiwa alielewa siku, kwa maana ya ikawa asubuhi ikawa jioni, ndio siku ilikuwa inahesabiwa namna hiyo kwa muktadha wa kitabu hicho, kwamba ikawa asubuhi ikawa jioni. Kwa hiyo siku ilikopo ni inahesabiwa, na Adamu alikuwa anaelewa siku kwa mtindo huo, na wala haikuwa inamaanisha kwamba atakaa miaka 800 hiyo kabla siku eti hajatimiza mm, mm. Ni siku ile anayokula tunda ndio siku ile ambayo alitakiwa afe. Na kwa nini hakufa Eh, kwa nini hakufa siku ile? Umeona, kwa hiyo tunajitahidi kutafuta majibu ambayo tunaweka pale kuona, yamkini kwa sababu hii, yamkini kwa sababu hii, yamkini kwa sababu hii hakufa, yamkini kwa sababu hii pia hakufa. Kwa hiyo tunabaki na yamkini. Lakini je, ni kwa sababu gani Adamu hakufa? Na Mungu alithibitisha, na Mungu akisema kitu ni neno, na neno la Mungu ni sheria kwamba lazima litimizwe. Neno la Mungu alijibule likitoka limetoka kama mvua, maandiko anasema. Kwa nini hakufa? Sasa nataka nataka nataka nataka tuangalie vitu vya msingi sana hapa na imani. Kuna vitu utajifunza na utukufu utamrudia Mungu. Kuna vitu utajifunza hapa na utukufu utabaki kwa Mungu. Tukirejea sasa kwenye uumbaji, nianze nyuma kidogo tu, tukirejea kwenye uumbaji, wakati Mungu anayumba, anayumba, anamuumba Adamu, alikuwa amekwisha kamilisha uumbaji, lakini uumbaji aliukamilisha kwa kumweka Adamu. Kwa Adamu alikuwa ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni kiunganisho katika uumbaji wa Mungu. Adamu alikuwa yupo connected na kila kitu ambacho Mungu alikiumba, na Mungu akampa mamlaka ya utawala ya ufalme katika dunia. Yeye Adamu akawa ni Mungu katika ulimwengu. Adamu alikuwa Mungu katika ulimwengu kwa sababu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na aliishi kwa utukufu ule wa Mungu, kwa hata wanyama walikuwa hawana haja ya kumuona Mungu, wakimuona Adamu ni sawa na kumuona Mungu, kwayo alikuwa ana mamlaka isiyo ya kawaida. Adamu aliumbwa katika ukamilifu usio na kifani. Umeona ukamilifu usio na kifani. Alafu Mungu akamwambia azae, aongezeke, akaijaze dunia. Azaya aongezeka kajazi dunia kwa kuzaliwa ulikuwa ni mpango wa Mungu kabisa. Sasa kuna watu wengine wanasema lile tunda ambalo Adamu alikula alikuwa tunda, yamkini vilikuwa vitu vingine ambavyo wao wanavitafsiri kwamba yamkini ilikuwa ni hali ya ndoa, Adamu alizini na Hawa, kitu ambacho ni fundisho potofu kabisa, na mimi nalipinga kwa nguvu zote, ni fundisho potofu. Adamu alikula mti kwa maana ya mti kama mti hakula mti kwa maana sijui eti ya kitu fulani, sijui alifanya tendo fulani, alizini, ndo lilikuwa tunda? Ah, tunda lilikuwa ni tunda na mti ulikuwa ni mti, na ndivyo maandiko ambavyo yanasema, na muktadha wote wa maandiko unajengwa katika fundisho hili. Mafundisho mengine haya si ya kweli. Adamu alikula mti kwa maana ya mti. Umeona, kwa sababu swala la, la ndoa Adamu ndoa yake, Mungu ndo alimchagulia mke, na Mungu ndo aliyeipitisha ndoa kwa Adamu, na akamwambia azaa, aongezeke, aijaze dunia. Kwa maana kuzaa katika katika katika katika katika, katika Adamu alikoambiwa ni katika mwili. Umeona, kwa mafundisho mengine ni potofu. Sasa tulejee kwenye swali la msingi, ni kwamba baada ya Mungu kukamilisha ulimwengu wote kwa Adamu, Mungu tunaposema aliukamilisha ulimwengu, ilikuwa hana haja ya kuja kuumba tena, nani akishamaliza kuumba akamaliza kuumba. Kwa hiyo hakukuwa na haja ya kuumba. Kwa hiyo Mungu alipokamilisha ulimwengu, alikamilishia ulimwengu kwa Adamu. Na sisi wote tuliumbwa siku moja ambayo Adamu aliumbwa. Kwa maana hiyo tumechelewa tu kutoka, katika sisi tumetoka katika kizazi hiki cha dot com, wengine wametoka katika kizazi cha analogi, wengine wametoka katika kizazi huko vya miaka huko huko, kila mtu katika vizazi vyake. Unaona, lakini kiukweli tuliumbwa wote katika siku moja, ila sisi wengine tuliumbwa ndani ya Adamu. Adamu yeye aliumbwa, lakini sisi wote tulikuwa ndani ya Adamu. Kwa hiyo billions of generations zilikuwepo ndani ya Adamu, sijui unanielewa? Yaani mabilioni ya vizazi ndani ya Adamu, Mungu aliyaumba. Kwa hiyo sasa ndio maana namwambia Yeremia, nilikujua hata kabla ya ulimwengu kuwepo. Kwa maana gani? Kwa maana alitujua sisi wote kabla hata ya ulimwengu kuwepo, na siku ile ambapo muumba Adamu akatuumba wote sisi, ambao Mungu alitukia, alitukusudia ndani ya nini, Adamu. Kwa hiyo nataka nikwambie, kuzaliwa kwako wewe hakukuwa bahati mbaya. Mungu alijua, haijalishi umezaliwaje Sijui unanielewa. Kuna wengine wanasema oh, mimi nimezaliwa nje ya ndoa, mimi sijui nimezaliwa kwa bahati mbaya. Hakuna bahati mbaya, Mungu alitaka wewe uwepo. Njia uliotumia kuzaliwa ni njia tofauti, labda sometime na nini na nini, ilionekana kama ajali, lakini ndio Mungu alitaka wewe uwepo, alikufahamu au kutokea kama ajali. Na sisi wote tuliumbwa bustani ya Eden, lakini tulikuwa ndani ya Adamu. Sijui unanielewa sasa. Siku Adamu anapokuja kula lile tunda, anapokuja kuanguka kila kitu alichokiumba Mungu kikakosa maana, kwa sababu Mungu aliukamilisha uumbaji kwa Adamu. Kwa hiyo alipokula lile tunda uumbaji wote wa Mungu ukakosa nini maana, yaani kila kitu kikawa tena hakina maana yake, umenielewa? Kwa hiyo kila kitu kikaingia dosari baada ya Adamu kula lile tunda. Ndio maana tunaita anguko kuu katika ulimwengu. Lile ndo anguko kuu la mwanadamu, yaani hakuna mwanadamu ambaye amewahi kuanguka likaitwa anguko kuu, aliyewahi kuanguka ni zaidi ya Adamu. Lile ndo anguko kuu la mwanadamu. Hebu imagine Mungu anamwambia nyoka, umelaaniwa nyoka kuliko wanyama wote na ayawani wayawani na wanyama wa porini na wayawani wa angani. Kwa hiyo ina maana gani? Maana nyoka lilaaniwa kuliko wanyama wote, si ndio? Lakini inamaanisha aa, wanyama wote wamelaniwa pia, ila nyoka ndo kalaniwa kuliko wote Inamaanisha hao wamelaniwa ila huyu ndo kalaniwa zaidi. Sasa kwa, kwa nini wale wengine wamelaniwa? Walifanya kosa gani lililowafanya wakafanya nini wakalaniwa? Sijui nanielewa hapo. Walifanya kosa gani lililofanya wakalaniwa? Eh, wamelaniwa kuliko wanyama wote nyoka. Sasa hao wengine wamelaniwa kwa sababu gani? Kwa sababu Adamu kapoteza nafasi yake. Kwa sababu Adamu kupoteza nafasi yake, kila kitu kikatoka katika nafasi Mungu anamwambia Adamu imelaaniwa ardhi kwa ajili yako. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Umenielewa? Kwa kila kitu kikapoteza nafasi yake. Kwa uumbaji wote wa Mungu ukawa tena hauna maana kwa lile kosa la nani la Adamu. Eh, kosa la Adamu likafanya kila kitu cha kuumba Mungu kikose maana. Sijui kama unanielewa. Sasa Adamu anatakiwa akabiliane na adhabu ya kufa baada ya kula lile tunda. Na kitu ambacho pekee kilichompelekea Adamu asife ni kwa sababu ya huruma za Mungu, lakini huruma ya Mungu haina maana itavunja sheria yake. Sijui unanielewa. Naomba ni, ni ni ni, ni, ni, ni, ni, nikazie hapa, huruma ya Mungu haivunji sheria ya Mungu. Hiyo ni vitu tofauti, huruma ya Mungu na sheria ya Mungu tofauti. Mungu akiweka sheria yake, huruma yake haivunji sheria yake. Ndio maana Mungu anakupenda sana, mtu wa Mungu. Wewe unayeniangalia, Mungu anakupenda sana, lakini kuna watu wanakwenda jihanamu na Mungu anawapenda. Sijui unanielewa, wanaoenda jiana msiu kama Mungu awapendi, Mungu anawapenda sana, lakini ni sheria kwamba wamemkataa Yesu na hakuna njia yoyote ya kupona katika ulimwengu pasipo Yesu. Sijui unanielewa, pamoja na kupendwa na Mungu lakini wanaenda motoni. Unaona, angeweza kuwasamea lakini huruma ya Mungu aha, aha, kwenye sheria. Mungu akishaweka sheria ni sheria, litafuata mkondo. Mungu analitimiza neno lake sababu yeye si muongo. Kwa hiyo namaanisha Mungu si mwongo, umeona? Sasa Adamu alimuonewa huruma Mungu, huruma ya Mungu ilifanya Adamu asife, sijui unanielewa. Sasa je, huruma ya Mungu inavunja ile sheria kwamba Adamu utakufa baada ya kula tunda? Ipo hivi, Mungu alitazama billions of generations ambazo Mungu aliziweka ndani ya Adamu. Sijui unanielewa? Yaani vizazi mabilioni, watu mabilioni ambao Mungu alituumba ndani ya Adamu. Na mimi nilikuwepo pale bustanini, lakini ndani ya Adamu. Na wewe ulikuwepo ndani ya Adamu, wote sisi tulikuwepo ndani ya Adamu. Sijui unanielewa? Kwa kosa la Adamu lilitufanya sisi wote tuingie kwenye makosa. Sijui unanielewa? Kwa sababu Adamu alipokuwa anakula lile tunda, sisi wote tulikula tunda ndani ndani yake, yaani tulishiriki kula lile tunda ndani yake kwa tulikula na Adamu lile tunda, sijui unanielewa. Kwa maana hiyo Adamu alipostahili adhabu, na sisi wote tulistahili adhabu, kwa sababu tulishiriki kula tukiwa ndani ya Adamu. Ndio maana kifo cha Yesu msalabani, tunahesabiwa haki kwa sababu sisi wote tulikufa na Kristo pale msalabani, sijui unanielewa. Kwayo alipokufa Yesu, anapolisaisha kosa la Adamu, kifo chake msalabani kikatufanya na sisi wote tukafa msalabani, na alipofufuka, na tukafufuka naye sijui nanielewa. Kwa hiyo tukahesabiwa haki kwa maana Kristo alikufa kwa sababu ya Adamu. Adamu alitakiwa afe, sijui nanielewa. Kristo akaenda akafa msalabani, kwa alipokufa msalabani, na sisi wote tukafa naye. Yeye Kristo ndo Adamu wa pili. Sasa nirudi kwa Adamu wewe wa kwanza, ni kwamba baada ya Mungu kutuonea huruma mabilioni ya vizazi ambao tupo ndani ya Adamu, kwa sababu Adamu akifa, Mungu anaua mabilioni. Hebu imagine wanadamu tuko angapi leo? Tuko zaidi ya bilioni nane. Imagine vizazi hivyo tangulia, Mungu angetuua wote kwa dakika moja, kwa sekunde moja. Ilikuwa ni mmoja kati ya, ya ya mambo ya kutisha sana ambayo Mungu alikuwa anayafanya, kwa sababu Mungu alikuwa amwangalia Adamu, alikuwa anatuangalia sisi kwa tangu Adamu anakula lile tunda, akaanza kutafuta mpango wa wokovu sijui kama unanielewa. Akaanza kutafuta mpango wa nini? Mpango wa wokovu wa kumwokoa sasa huyo nani huyo? Mwanadamu. Sasa iko hivi, mpango wa wokovu ulikuwaje? Ni kwamba sisi wote tulistahili adhabu ya kufa, lakini kwa sababu Mungu alituonea huruma kwamba akimuondoa Adamu pale, sisi tunakufa. Sasa ili asimuondoe Adamu ni afanyaje Mungu? Akatoa sadaka Alitoa sadaka gani? Alimtoa mwanakondoo. Biblia inasema akachinja mwanakondoo, akawatengenezea nini? Akawatengenezea Adamu na Hawa mavazi. Asa, watu wengi tunaishia kuona kwamba Adamu, Mungu aliwatengenezea Adamu na Hawa mavazi, tunaishia kuishia kwenye mavazi. Lakini kiukweli kabisa, watu katika Agano la Kale walikuwa wakitenda dhambi, wanaenda kwa kuhani, wanachinja kondoo au mnyama yoyote, kwa damu ya yule kondoo inafunika zile dhambi. Ikishazifunika zile dhambi, mtu anapenya pale. Mungu anakuwa atazami zile dhambi, anatazama ile damu iliyomwagika kwa ajili ya zile dhambi, kwa mtu anaendelea kuondoka. Umeona anashindwa Mungu, mtu anaendelea kuishi kwa sababu ya yule zile damu zilizomwagika. Sijui unanielewa. Kwa Mungu kuitoa ile sadaka kwa maana gani? Kwa maana kuwani mkuu tulie naye ni Kristo. Sijui unanielewa? Kwa maana sasa ile damu, kwa kumwagika kwa ile damu inamfunika Adamu pale avuke kile kivuli cha mauti kwa muda ule, ili kwamba sisi wengine tusalimike tutokee tupate hiyo neema ya wokovu kupitia Kristo Yesu. Umenielewa? Sasa hapo sijui baada ya hapo, katika Agano la Kale tunaona Mungu aliweka utaratibu, watu wawe wakifanya zambi waende kutoa wanyama hekaluni. Wa kwa ile damu ya wale wanyama ilikuwa haiondoki. E, ile damu ya wale wanyama ilikuwa haisamei zambi wala haisafishi zambi, ila ilikuwa inaficha zambi, inafunika. Kwa kwa damu ile ile damu inafunika. Kwa Mungu akitazama kutoka juu auoni uovu, kwa sababu ile damu imeficha ule uovu inaufunika, ilikuwa ufuti. Kwa uovu wote tangu Adamu tangu wa Adamu mpaka Adam, mwanadamu wa mwisho Umenielewa, haukusamehewa. Hakuna mtu kwenye agano la kale amefanya dhambi dhambi ikasamehewa kabisa, ilikuwa inafichwa tu, kwa sababu ya zile kafara za wale nini, wale wanyama. Walikuwa hawasamehewi dhambi, ila dhambi zao zikopo, zinafanya nini? Zinafichwa tu, zinafunikwa, funikwa. Sijui sasa hapo, unanielewa? Sasa damu iliyokuja kuondoa dhambi zote ni damu ya Kristo damu ya Kristo Yesu msalabani ndio ikafunika ikafuni dhambi. Kwa hiyo vizazi vyote vilikuwa vinasubiria damu ambayo itakuja kusamee kwa wanadamu wote. Tulikuwa chini ya hatia, kwa sababu tulikuwa tunatakiwa tuijibie dhambi ya Adamu, sijui unanielewa. Tulikuwa tunatakiwa kuhukumiwa. Sasa kwanzia Abili mwanadamu wa kwanza mpaka mwanadamu wa mwisho aliyokufa, alikuwa wanamtegemea atakayekuja kuwaokoa kwa hiyo Yesu Kazi ya msalaba ilikuwa sio kutuokoa sisi tu ambao tukopo tunakuja baadaye au walikopo wakati ule. Haa, ilikuwa anaokoa kuanzia kizazi cha kina Abili kule mtu wa kwanza kufa mpaka vizazi vitakavyokuja leo hii tuliopo na watakaokuja, damu ya Yesu inasamehe. Kwa hiyo inamaanisha kwamba damu ya Yesu inafuta dhambi zote kuanzia ya Adamu na huko, kwa wale wote ambao waliishi katika mapenzi ya Mungu. Umeona? kuna siku tutakuja kuielezea hiyo damu. Unajua, sasa hivi tupo kwenye kipindi cha Pasaka, si ndio? Eh, tunakaribia Pasaka. Haya ni mambo ya msingi sana ya kuyaelewa, na leo tunaanza tu, tunaweka msingi katika masomo haya ya Pasaka. Tutakuwa tunaelezea na utaelewa kina kwa kina kwa kina kwa kina, hatua kwa hatua. Sasa baada ile damu kufichwa pale kumficha Adamu, Adamu akapenya akaenda kuanzisha uzao huko na hatimaye sisi wengine tukapatikana, si ndio eh? Baada ya kupatikana dunia ikaendelea, Mungu akaendeleza mpango wa wokovu na akazaliwa Kristo Yesu kutuokoa. Sijui unanielewa. Sasa sababu iliyomfanya Adamu asife ni kwa sababu ya ile sadaka ambayo Mungu aliitoa pale ya mwana kondoo. Kwa damu ya yule mwana kondoo Adamu akapenya mauti kwa wakati ule, ingawaje mauti bado ilitakiwa aijibie, na tunaona alikufa, lakini kwa wakati ule alipenya. Umeona, kwa sababu ya ile sadaka, wala haikuwa kwa sababu tisijui miaka elfu moja kwa Mungu, hapana. Wala haikuwa sijui alikufa kilo a, a, ile, ile ile damu ile ile damu ile, umeona. Sasa Kristo ndo nakuja kuithibitisha kwa damu yake yeye msalabani. Amina, naamini kuna watu wamenielewa vizuri sana sana sana, na utukufu kwa Kristo Yesu. Na we ambaye, kama hujanielewa, irudie hii video mara tatu, utaelewa kitu Mungu anasema na wewe. Lakini huu msingi tutaendelea nao katika masomo haya. Kipindi cha pasaka hiki tutajifunza juu ya damu ya Yesu, tutajifunza juu ya pasaka mpaka uelewe. Jina langu naitwa mwalimu Vincent Mwakisyala. Hii ni hazina ya Kanisa, usiache kusubscribe Tunatoa mwaliko kwa ndugu ambao mnatamani kutusapoti basi, katika kipindi ambacho natamani kuisapoti huduma hii basi ni sasa hivi. Tuna uhitaji sapoti yako kubwa sana sana sana, kazi ya Mungu endelee kuwasaidia watu wengi sana duniani kote. Ninapigiwa simu kutoka kwenye nchi mbalimbali, mataifa mbalimbali mbali, watu wanabarikiwa na utukufu unarudi kwa Kristo Yesu kupitia mafundisho ya Hazina ya Kanisa. Na Mungu awabariki sana.